Siku ya leo naomba nigusie mambo mawili ambayo pamoja na mengine yanayofahamika, ninatamani jengo hili liwe chachu ya kuyasema, kuyasemea na kupambana nayo. Moja ni suala la ukeketaji ambalo limekuwa ni tishio la muda mrefu, hasa katika mkoa huu. Mila hii yenye madhara kwa watoto wa kike haina nafasi katika jamii ya leo. Sisi kama jeshi la polisi tumeazimia kupambana nayo na kisheria, kielimu na kijamii hadi ifutike kabisa. Tunaomba ushirikiano wenu kupitia dawati hili kubaini wahusika, kuwaleta wahanga na kujitokeza mbele kupinga mila hizi zilizokwisha pitwa na wakati. Pili ni kutambua na kusema hapa kuwa mwanaume wanaume nao wanapitia ukatili wa kimya kimya. Ninatoa wito kwa kila mmoja mwanaume na mwanamke kutambua kuwa jengo hili ni kwa ajili ya wote. Mwanaume naye ana haki ya kulindwa, kusikilizwa na kupewa heshima. Kwa namna ya pekee, naomba nimshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa kuendelea kuonyesha dira na dhamira ya kweli katika kuimarisha usalama wa raia wote, kwa kuendelea kuliboresha Jeshi la Polisi kwa ujumla. Namshukuru na, na kumpongeza pia kwa kufungua fursa ya mashirikiano baina ya nchi yetu na nchi wafadhili kwenye maeneo mbalimbali ya ustawi wa taifa letu, na sisi kama Jeshi la Polisi ni wanufaika wakubwa kwa hili. naishukuru pia Serikali ya Finland kupitia ubalozi wake hapa nchini kwa ufadhili mkubwa wa ujenzi wa jengo hili kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA. Nawapongeza sana UNFPA kwa uongozi wao mahiri na TGNP kwa usimamizi thabiti wa mradi huu kwa kushirikiana karibu na Jeshi la Polisi Mkoa wa Kipolisi Tarime Rorya. Hii ni alama ya ushirikiano wenye tija baina ya serikali, mashirika ya kimataifa na jamii yetu kwa ujumla. Jengo hili linaenda kuwa kimbilio salama kwa manusura wa ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Ni sehemu maalum iliyojengwa kwa hadhi, heshima na usasa. Ni jibu kwa kilio cha muda mrefu cha wananchi wa Tarime waliotamani kuona haki ikitolewa kwa heshima na kwa wakati. Uzuri wa jengo hili hakika utaenda kuakisi utendaji wetu Jeshi la Polisi kwa kutoa huduma bora kwa wateja wote na kuhakikisha utu na heshima kwa manusura vinalindwa. Naomba pia nitambue kuwa jengo hili ni miongoni mwa majengo mawili yaliyofadhiliwa chini ya mradi huu pamoja na lile la Madema Zanzibar lililozinduliwa Mei kumi na tano mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Mradi huu ulilenga kujenga majengo matatu kama ilivyokwisha kuelezwa hapo awali, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa jengo jingine katika wilaya ya Kishapu mkoa wa Shinyanga ingawa jengo la Kishapu halikuweza kujengwa kutokana na changamoto za gharama. Ujenzi wa majengo haya mawili kwa ubora wa hali ya juu ni ushahidi wa matumizi sahihi ya rasilimali na dhamira ya kweli ya wafadhili wetu.